Meli hiyo inamilikiwa no na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. MV Maendeleo iliondoka asubuhi kuelekea kiswani Pemba, huku pakiwa na taarifa ya kuwepo kwa itilafu ya kiufundi. Na wakati iko karibu na mkondo wa Nungwi katika maeneo ya Mangapwani, moja ya jenereta ilizimika, hali iliyosababisha mamlaka kuamua kurudisha bandarini Malindi ili kuokoa maisha biria hao na meli yenyewe, ambapo mkurugenzi mwendeshaji wa shirika la meli la Zanzibar Salum Ali Bwai amekiri kutokezea kwa ali hiyo, ambapo amesema shirika liliamua uamuzi huo kwa maslahi ya wananchi na meli yenyewe na pia kunusuru kutokezea kwa ajali yote baharini. Kwa kawaida meli inakuwa na janareta mbili ili inakosafiri. Sasa katika safari yetu hii ya leo kutoka Unguja kwenda Pemba limetokezea tatizo la moja ya janareta zake kupata maharibiko njiani. Sasa kwa, kut, kwa kujali usalama wa abiria haikuwa busara, kwa sababu katika sheria zetu za baharini zinakuambia kwamba unapopata tatizo usogee bandari ya karibu, ili kwa kujinusuru kwa hivyo tatizo hili limetokea maeneo ya Mangapwani, kwa hivyo karibu haikuwa busara kumaliza safari mm -hmm, kwenda Pemba, tukaona turudi bandarini Unguja. Kwa hivyo tumegeuza tume, kwa usalama wa abiria na chombo kuendelea na safari ndefu. Tulikuwa na abiria karibu 480 kwenye meli. Sakata hilo la kuharibika kwa meli hiyo na kurudi bandarini lilishuhudiwa na katibu mkuu wa wizara ya usafirishaji, ujenzi na mawasiliano wa Zanzibar, Mustafa Abud Jumbe, ambaye aliyasimamia zoezi hilo huku pia akithibitisha kwa meli hiyo hivi sasa iko mnadani, iko mnadani ina ina na inauzwa na kuamuru kwa abiria pia wapatiwe usafiri mwingine wa meli ya mapinduzi tu kuondoka kwenda kisiwani Pemba. Kwa hivyo limebidi tuchukue maamuzi ya dharura ya kuipeleka MV Mapinduzi tu kuwapeleka watu ili wawahi kufika kule kwa wakati Mendeleo, kwa taarifa ni kwamba inauzwa na tayari imeshatangaziwa, lakini kwa kuwa bado ipo shirika wanakuwa wanaitumia kidogo kidogo. Na kutokana na umbile lake MV Maendeleo inapakia mzigo kwa urahisi zaidi kule kwa MV Mapinduzi. Kwa wakati huu, uamuzi huu wa wizara na shirika la kuamua kuwasafirisha abiria hao katika meli ya Mapinduzi ambayo ilikuwa inarudi kutoka Pemba na kuamriwa kwenda tena, imepongezwa na abiria hao na wananchi waliokuwa bandarini kitendo hicho kimeonekana hivi sasa shirika la meli na wizara hiyo mpya usafirishaji ujenzi wa mawasiliano kuwa ipo karibu na vyombo vyake, na pia na wananchi, na kuhakikisha kwamba hali kama hiyo inawahiwa, ili kunusuru ajali za baharini ambazo Zanzibar imezishuhudia kadhaa, na wananchi wengi kupoteza maisha yao. Kutoka Pakiswani, Zanzibar, mimi ni Faruk Karimu wa ITV.